Uh, generali ambaye anayeongoza jimbo hilo tulizungumza leo na tumepatana mzuri, tulikuwa pamoja, tulifanya mazungumzo na yalitembea mzuri. Ilionekana ya kwamba mazungumzo haya hayataishia hapa, lakini yataendelea mpaka huko ambako kumepatikana eh, mapigano ya eh, Fardus na Wazalendo. Timu hiyo iliyokuwa inaongozwa na wawakilishi mbalimbali wa kijeshi na kisiasa wa s iliwasili iliowasili mkoani Tanganyika kwa lengo la kujadili utendakazi wao na FARDC katika mkoa huo wa Tanganyika. Leo mwezi wa kumi tariki moja mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano shinda, katika mkutano ambao umekusanya watu wengi, tulikuwa na shauri ya kujadiliana na watu ambao wanaopatikana katika o, mkoa wa Tanganyika. Watu kutoka tabaka mbalimbali walihudhuria kwenye mazungumzo hayo yaliyowaleta pamoja viongozi wa FARDC wa mkoa wa Tanganyika pamoja na wale wa SNPCC. Timu hiyo ikiongozwa naye mwakilishi wa kisiasa Defao ilipokelewa mkoani humo Tanganika na ikamanda Mayaya, kamanda wa mkoa wa pili wa kijeshi SNPCC mkoa wa Tanganika. Baada tu ya kupokelewa Defao, mwakilishi wa SNPCC katika mkondo wa kisiasa, ambaye aliyeongoza msafara huo wa SNPCC kutoka jimbo la Kivu Kusini alizungumza nasi mara tu walipotoka katika mazungumzo hayo. Na leo tumejadiliana na tumesikilizana mzuri, mazungumzo yalitembea ya mzuri. Tulisema ya kwamba mzozo ambao ulikuwa unapatikana katika huu mkoa wa Tanganyika, leo tumeona kwamba tumemaliza e, mazungumzo au kushirikiana kwa wazalendo na wanajeshi wa serikali yani CC yake William Amuri ya Kutumba ikizamiria ulinzi wa DRC na wananchi wake. Defao, mwenye kutumwa na kiongozi wake, ametaja kwamba siku za usoni wanatarajia kukutana na gavana wa mkoa wa Tanganyika ili kudumisha utendakazi wao katika mkoa huo wa Tanganyika, na tumejadiliana kwamba siku ambazo tunakuja hapo usoni tutafika katika chef-lieu ya mkoa wa Tanganyika ambao unaitwa Kalemie ili tupate kumwona gavana wa jimbo tupate kujionyesha kwake. Espoir Kilongo Itel, Hope News TV <tipa>